Tutashiriki uchaguzi kwa mujibu wa Katiba, taratibu, kanuni na sheria za nchi yetu. Tutachagua viongozi bora, tukidumisha amani na utulivu ndani ya taifa letu. Waliokuwa nje ya nchi wanaojiita Watanzania, sisi hatuna ajenda nao, kama hawana nia njema na taifa letu. Piga makofi kwa ajili ya hilo. Mtanzania mwenye nia njema mwaka huu atataka taifa lake liwe timamu liwe na utulivu liwe na amani. Anaenda kinyume na katiba yetu, huyo si mwenzetu. Piga makofi kwa ajili ya hiyo. Na kama, na kama wanahisi kuna ajenda yenye nguvu yenye masuala mapana kwa taifa letu, warudi ndani waseme ndani, sio nje. Instagram na Facebook na Twitter sio Tume ya Uchaguzi. Tume iko ndani, piga makofi. Katika hilo tuna mjadala, tunafanyaje? Tunafanyaje? Niweke ama wendo nisiweke mdogo we. wendo,